Ushawaijiuliza ni magonjwa gani yanayoongoza kwa kuua Watanzania? Basi angalia video hii na utajua. Usiondoke sasa. Magonjwa ni moja ya changamoto kubwa za kiafya ambazo Watanzania hukumbana nazo. Na magonjwa yamekuwa yakisababisha vifo vingi nchini Tanzania. Na takwimu za hivi karibuni kutoka Shirika la Afya Duniani na Wizara ya Afya Tanzania zinabainisha magonjwa yanayoongoza kuua Watanzania kila mwaka. Magonjwa haya ni pamoja na yale ya kuambukiza na yasiyo ya kuambukiza, na yanaathiri hasa makundi maalum kama vile watoto, vijana na wazee. Tukianza na magonjwa ya moyo na mishipa yani cardiovascular diseases. Magonjwa ya moyo na mishipa, yakiwemo shinikizo la damu yani hypertension, kifafa cha moyo Stroke na magonjwa mengine ya moyo ndiyo yanayoongoza kwa kusababisha vifo nchini Tanzania. Kulingana na ripoti za WHO, takribani watu laki na nusu wanapoteza maisha kila mwaka kutokana na magonjwa haya. Takwimu, magonjwa ya moyo na mishipa yanachangia zaidi ya asilimia 12 ya vifo vyote nchini Tanzania. Shinikizo la damu peke yake linachangia vifo vingi, na takribani asilimia 40 ya watu wazima nchini wanakabiliwa na tatizo hili. Kanser au sarco ni moja ya magonjwa yanayoenea kwa kasi na kuua watu wengi nchini Tanzania. Vilevile vile sarco inasababisha vifo vingi kutokana na utambuzi wa ugonjwa huu kuchelewa. Magonjwa ya sarco kama saratani ya matiti, saratani ya shingo ya kizazi na saratani ya ini ndiyo yanayoongoza kusababisha vifo vya sarco nchini kulingana na taasisi ya saratani ya Ocean Road Tanzania, takribani wagonjwa elfu thelathini wanadhaniwa kupata saratani kila mwaka na vifo vinavyotokana na saratani ni zaidi ya elfu ishirini na mbili. Malaria malaria ni ugonjwa wa kuambukiza unaosababishwa na minyoo ya plasmodium na kuambukizwa kupitia mwewe wa Anopheles. Ugonjwa huu umeendelea kuwa tishio kubwa kwa afya ya Watanzania hasa hasa kwa watoto na wanawake wajawazito. Ingawa juhudi kubwa za kuzuia malaria zimefanyika, ugonjwa huu bado unasababisha vifo vingi sana Tanzania. Takwimu za wizara ya afya Tanzania zinaonyesha kuwa takribani watu elfu kumi hadi elfu kumi na tano hufariki kila mwaka kutokana na malaria. Vikazi na magonjwa ya mfumo wa hewa, yaani respiratory infections magonjwa ya mfumo wa hewa kama vile pneumonia na tuberculosis bado ni miongoni mwa magonjwa yanayoongoza kwa vifo nchini Tanzania. Hasa pneumonia ni hatari kwa watoto chini ya miaka mitano. na watu wazee. Takwimu kutoka WHO zinaonyesha kuwa vifo vya pneumonia vinachangia karibia asilimia kumi ya vifo vyote nchini. Aidha, TB inaendelea kuwa tatizo kubwa ambapo takribani watu elfu tatu hadi elfu tano wanakufa kutokana na ugonjwa huu kila mwaka. Kisukari magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama kisukari yanayoongezeka nchini Tanzania kutokana na mabadiliko ya mtindo wa maisha kama vile ulaji mbaya na ukosefu wa mazoezi. Kisukari kinasababisha matatizo mengine ya kiafya kama vile magonjwa ya moyo, shinikizo la damu na matatizo ya figo. Takwimu za wizara ya afya za mwaka elfu mbili na ishirini zinaonyesha kuwa watu zaidi ya milioni mbili na nusu nchini Tanzania wanakabiliwa na kisukari na idadi hii inaongezeka kila mwaka. HIV and AIDS. Ingawa maambukizi ya HIV and AIDS yamepungua kutokana na juhudi kubwa za kuzuia maambukizi, ugonjwa huu bado ni changamoto kubwa katika afya ya jamii nchini Tanzania. HIV and AIDS inaathiri watu wengi, hasa vijana na wanawake, na bado inachangia vifo vingi Kulingana na takwimu za TAKAIDS takribani watu elfu tatu wanakufa kila mwezi kutokana na ugonjwa huu. Idadi ya watu wanaoishi na HIV nchini Tanzania ni zaidi ya milioni moja na laki tano. Magonjwa yanayoongoza kuwa Tanzania ni ya aina nyingi, yakijumuisha magonjwa ya moyo kansa, malaria, magonjwa ya hewa, kisukari na HIV AIDS. Hata hivyo, kutokana na juhudi za serikali na mashirika mbalimbali mbali, hali inaendelea ku kuwa imara kwa kuimarisha kwa huduma za afya na elimu ya afya, lakini bado kuna haja ya kuongeza jitihada katika kupambana na magonjwa haya, ikiwemo kuboresha upatikanaji wa huduma bora za afya, kuzuia magonjwa na kutoa elimu kwa jamii kuhusu umuhimu wa lishe bora, mazoezi na kinga dhidi ya magonjwa. Juhudi za kuongeza ufahamu na kupunguza vifo vitokanavyo na magonjwa haya zina umuhimu mkubwa ili kuhakikisha Watanzania wanapata huduma bora za afya na kuishi maisha bora. Basi kama umependa video hii usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Tukutane video nyingine. Bye bye.